Na kazi yake na kipawa cha Roho Mtakatifu kiko mpaka wakati huu, hakikukoma na Paulo na wengine hapana, kinaendelea sasa. Ni sala langu ya kwamba ibada nyingine mahali nitakuwa nitakuwa na huo ujumbe, na nitawahubiria, na nitawekelea mikono, na watapokea Roho Mtakatifu, wanene kwa lugha, nawaanze no kutabiri, kwa sababu hiyo ni ahadi ya Yehova Bwana Mungu wetu. Kwa haya unasema, Yehova Bwana Mungu wetu awabariki awe pamoja nanyi. Na katika somo hili tupate kile ambacho tutakuwa tutamiliki tuseme hii ni yangu. Ahadi hii ni yangu nitafanya hivi. Yehova Bwana Mungu wetu awabariki awabariki sana. Amen. Amen.